kazi kwa juhudi zaidi ya hapa tulivyofikia. Kwa kifupi, tuko RUWASA kwa mkoa wa Mwanza, tunaendelea vizuri. Tuna miradi inayoendelea zaidi ya miradi ya 50 kwenye hatua tofauti, kuna mingine imekamilika, mingine inaendelea kukamilika. Tuna miradi ya mifuko ya tunaita kwenye jimbo, kila jimbo lilikuwa lichimbiwe visima vitano na tuna majimbo saba kwa upande wa vijijini na visima thelathini na tano tumeshachimba na vyote sasa hivi visima visi, ishirini na nane vimeanza kutoa huduma ya maji, vimebaki kama visita ambavyo vinaendelea na taratibu wa kufungua pampu za sola ili vile vijiji ambavyo havijafikiwa kufikiwa kabisa na huduma ya maji nao vifikiwe na huduma ya maji. Tangu RUWASA ilipoanzishwa mwaka elfu mbili kumi na tisa tuna wastaafu nane na bahati nzuri kabisa tumewapata sita. Leo wamefika kwa kuna veti vya kuwashika mkono na kuwashukuru kwa utumishi hodari kwa maana ya muda wa utumishi wa umma amemaliza salama miaka 60, na ni jambo jema, na tumewaomba waje na wamefanikiwa kuja sita kati ya nane, au wawili wafikiwa na dharura kidogo, unawezekana wakaja baadaye, lakini na tunao sita. Ni wilaya zote, tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja, hatujawahi kupata changamoto ngumu sana kiasi hicho kwenye utekelezaji wa miradi ya maji, ingawa kuwa kuna changamoto zipo ambazo wakati mwingine zinakuwa nje ya uwezo wetu, lakini changamoto ambazo tunaweza kuzitatua huwa tunatatua kwa pamoja. Kwa hiyo ni watumishi ambao huwa wanafanya kazi yao vizuri kwa kweli, huwa nawapenda sana na huwa tunazungumza. Lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa sababu mkoa wa Mwanza e, katika kipindi cha mwaka 21 hadi 25 takriban miradi ya maji yenye thamani ya shilingi bilioni 108 imeweza kutekelezwa na tulikuwa na upatikanaji wa maji mjini kwa 45%, sasa hivi tumeshafika asilimia 82.5 ya upatikanaji wa maji mjini. Miradi mbalimbali kama ambavyo nimeeleza imekwisha kutekelezwa, zaidi ya miradi 70 imekamilika na miradi mingine 70 na inataka asilimia ya maji vijijini hadi asilimia 85, kwa hiyo na sisi tuko asilimia 82, hadi kufikia kipindi cha mwezi wa kumi tutakuwa tumeshafikia hayo malengo, kwa sababu iko miradi ambayo inaendelea, na miradi hiyo sabini ikikamilika tutakuwa tumefika hatua kubwa zaidi na kuvuka malengo ya ilani ya uchaguzi. Mamlaka ya maji inafanya kazi zake vizuri, hasa ya usimamizi wa miradi, lakini pia kupeleka huduma ya maji vijijini. Kwa hiyo mimi ninawapongeza. Kila mtanzania anawajibika kutunza miundombinu ya maji mijini na vijijini, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi, lakini pia miundombinu hiyo ni kwa ajili ya manufaa ya watanzania wenyewe. Kwa hiyo tunawajibika sio tu kuiachia mamlaka, bali e, watanzania wote kuhifadhi miundombinu ya maji, kutofanya uchomaji wa mabomba, kutokata mabomba, lakini pia wanapoona kuna baadhi ya maeneo maji yanapotea ni vizuri wakatoa taarifa kwenye mamlaka ya maji ili yaweze kudhibitiwa. Kwa kiasi kikubwa sana tume, tumeweza ku, ku, kupandisha hali ya upatikanaji wa huduma wa maji ambayo ilikuwa ni asilimia 45, eh, katika kipindi ambacho Mheshimiwa Rais anaingia madarakani na sasa tumefika asilimia 82, ambayo ah, kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tumebakisha asilimia tatu ambayo tunategemea kwa miradi ambayo ipo inaendelea tutaweza kufikia asilimia 85. Lakini pia tumekuja, tupo mkoani Mwanza. Uh, meneja wa mkoa wetu uh, Godfrey Sanga tunamshukuru sana, ameweza kuandaa kikao hichi ambacho kimsingi kabisa tumekuja kwa ajili ya kufanya tathmini sasa, uh, ya kuangalia tulipotoka hapa uh, tulipo sasa hivi, na pia kuseti sasa mikakati uh, mika kwa ajili ya, ya, ya, ya muda ambao unakuja mbele. Uh, kimsingi Uh, tathmini hii imejikita zaidi kwa kuangalia katika fedha, kwa mfano bilioni 34 ambazo Mheshimiwa Rais amezileta Sengerema, mpaka sasa tumeweza kuzisimamia kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini katika hayo pia tunajaribu kuangalia uh, ni wapi tumefanikiwa zaidi na wapi hatukufanikiwa na kwa nini hatukufanikiwa ili tuweze kufanya maboresho ili tutakapokuja kuanza mwaka mpya wa bajeti basi tuweze kuwa tumeshafahamu nyuma wapi tulikosea, na tuweze kufanya marekebisho ili tuweze kupiga hatua kwa haraka zaidi na kasi ya kuweza kuwapatia wananchi huduma ya maji safi na salama. Tumezaliwa upya kwa lugha nyepesi, ni kama vile tumeanza gia mpya, na itatuweka sisi kwanza katika kufanikisha malengo yote ambayo tumejipangia kuhakikisha kwamba kazi zote tunazifanya katika muda wa mwafaka uliowekwa. Kwa hiyo tuseme kwamba kikao hichi kitatusaidia kwanza. Mimi binafsi kama mwandishi kitanisaidia kukimbizana zaidi na majukumu yangu na kuyafanya ndani ya muda uliowekwa, kwa asilimia zaidi ya mia moja, yale malengo ambayo ukuu wangu wameniwekea. Kwanza mimi mwenyewe sikutegemea katika maisha yangu ya utumishi nitakuja nita nikutane na hiki cheti, lakini bahati nzuri hiki cheti kimenipa faraja sana. Hata wale watumishi wenzangu walioko kazini wanatakiwa wafanye kazi kwa amani na kwa waadilifu, ili mpaka waje wafikie hatua ya kupata hiki cheti. Na hiki cheti huwezi ukakipata kiurahisi rahisi, bila kupambana, bila kufanya kazi nzuri kwa, bila kuwa mwadilifu kazini. Najisikia vizuri sana kwa kumaliza, eh, kustafu kwa miaka sitini. Yaani nafurahi sana na, na, najisikia vizuri mno, kwa sababu ni kitu ambacho cha muda mrefu kinatakiwa uvumilivu. Nataka kwanza uwe na heshima kwa viongozi na uwe na heshima na kwa watumishi wenzako wa siku zote, na kazi mnazozifanya mziheshimu, na ndizo zinazosababisha uitwe mtumishi. Bila hicho kitu akiwezi ukaitwa mtumishi bila kuwa na maadili ya kiutumishi na kuwaheshimu viongozi wako wa ngazi za juu. Kwa mkoa wa Mwanza, nafikiri watumishi tuliokuwa nao hapa mkoa wa Mwanza karibia na viongozi wetu wote, kuanzia RM, HR na madiemu wametuongoza vizuri sana na mpaka sasa hivi mimi nimeondoka, na washukuru sana kwa heshima walizokuwa natufanyia sisi e, watumishi wa ngazi za chini ni pamoja na wenzangu niliokuwa nafanya nao kazi pamoja na kwa, nimeacha kazi nimestafu, lakini nimetoka kwa ustafu wangu nimetoka salama, na mpaka sasa hivi najisikia vizuri sana. Viongozi wangu wa ngazi ya mkoa wameniongoza vizuri mpaka nimetoka kazini vizuri, bila, bila mushkeli yoyote bila tatizo lolote lile. Kwa kwanza yaani, nashukuru sana Mungu na nashukuru viongozi wetu, nashukuru na kiongozi wetu wa ngazi ya juu ambaye ni mama Samia, kwa ametuongoza vizuri. Rais wetu naendelee kuwa na moyo wa kutuongoza.